Mbunge anataka kujua serikali na mpango gani wa kuhakikisha inaondoa nyumba zisizo na ubora nchini. Swali limeelekezwa katika wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na naibu waziri Geophrey Pinda anaenda kutoa jibu la swali hilo. Mheshimiwa Spika, sera ya <coughs> taifa ya ardhi mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 na, na sera ya taifa ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2000 zinahimiza uboreshaji wa makazi chakavu au yasiyopangwa katika maeneo ya miji kwa lengo la kuboresha upatikanaji wa huduma za miundombinu sambamba na kuongeza mchango wa maeneo hayo katika pato la taifa. Kwa kuzingatia maelekezo hayo ya kisera, serikali inaendelea kubadili taswira ya miji yetu kupitia miradi mbalimbali mbali ya ujenzi inayotekelezwa na shirika letu la nyumba National Housing Corporation wakala wa majengo Tanzania TBA watumishi housing investment na mifuko ya hifadhi ya jamii Mheshimiwa Spika sambamba na jitihada hizo hivi karibuni wizara imeanzisha programu maalum ya uendelezaji upya maeneo chakavu katika miji ambayo inakabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile ukosefu wa huduma za msingi kupitia programu hii jumla ya maeneo 111 yenye ukubwa wa hekta 309.35 yameainishwa katika mikoa ishirini na nne kwa ajili ya uendelezaji upya ili yawe na tija kiuchumi na kijamii. Natoa wito kwa waheshimiwa wabunge kuwahimiza wananchi na wadau wengine katika maeneo yanayoguswa na programu hii kutoa ushirikiano hivyo kurahisisha zoezi la kuondoa makazi chakavu na uboreshaji, na, na kuboresha hali ya maisha ya wananchi wetu. Mheshimiwa Mariam Azan, Mwinyi, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali na maswali na na maswali mawili ya nyongeza. Je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha wananchi wa kipato cha chini wanapata mkopo nafuu kwa ajili ya kujenga nyumba bora hasa vijijini? Swali langu la pili, je, nini mkakati wa serikali wa kutoa elimu kwa wananchi kuhusu viwango sahihi vya ujenzi za nyumba bora na salama. Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Spika, kuhusu swala la mikopo nafuu e, kimsingi mabenki yameshirikishwa kwa karibu sana e, kujaribu kupunguza riba kubwa ambazo wanazitoza kwa ajili ya wakopaji wanaokwenda kukopa fedha kwa ajili ya ujenzi. E, hata hivyo, e, kuhusu swala la elimu tumeanza kutoa elimu juu ya eh, nyumba bora ambazo wanastahili wananchi kujenga, na kimsingi ujenzi wa majengo haya unategemea vile vile uwezo binafsi wa wajenzi eh, kwa kuzingatia uhalisia wa eh, chumi, uh, hali ya uchumi wao katika kuendesha, lakini tunatoa mwelekeo na elimu za kutosha kuhusu nyumba bora ziweje na ziwe na sifa gani. Mheshimiwa Dkt. Tantara, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Je, je, serikali ina mpango gani wa kutumia vyuo vikuu kuchora ramani rahisi na kuzigawa bure vijijini ili iwe kama walivyotoa zile ramani za vyoo wakati ule? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante ah, mheshimiwa spika, nipende kujibu swala la mheshimiwa Tantala, e, kuhusu kuvitumia vyuo vyetu vikuu e, kwa ajili ya maboresho ya ramani e, za ujenzi e, wa nyumba zenye bei nafuu, lakini ameomba zitolewe bure e, sasa kwa sababu e, ni e, swala la uandaaji wa ramani linahitaji gharama, tulipokee tu hili jambo halafu tutakwenda kukutana na wenzetu aliowapendekeza ujaribu kuzungumza na kuona namna nzuri.